Uzazi wa mpango unaharibu mfumo wako mzima wa uzazi. Sasa kabla hujatumia uzazi wa mpango, hakikisha unafahamu haya madhara. Lakini pia kama ulishawahi kutumia uzazi wa mpango na umekuletea madhaifu au umekuletea madhara kwenye mfumo wako mzima wa uzazi, basi unatakiwa sana na mimi ili nakupatia suluhisho juu ya changamoto yako, kwa sababu watu wengi waliotumia uzazi wa mpango unapelekea kwenda kuharibu ule mfumo wao mzima wa uzazi na kupelekea mwanamke kwenda kuvuruga homoni za kimwili. Homoni zake zinakuwa haziko sawa na mwisho wa siku inakuwa ni ngumu sana mwanamke kuweza kushika ujauzito. Lakini pia huwa inapelekea mwanamke anapata maambukizo bakteria wabaya kwenye via vyake vya uzazi, ndipo hapo mwanamke anaanza kupata changamoto ya mirija yake kuziba, changamoto ya kwenye kizazi, uvimbe maji ama PCOS. Lakini pia huwa inapelekea mwanamke huyo huyo Uh, mayai yake yanaasilika, yani ule ubora wa mayai unakuwa unaasilika, na anakuwa anatoa mayai ambayo anakuwa hana ubora, kiasi kwamba hata kama akishiriki tena ndio kwenye siku zake za hatari hawezi kushika mimba, sababu mayai yake hana ubora, ameshaasiliwa na uzazi wa mpango aliyotumia. Hakikisha hautumii uzazi wa mpango. Wewe mwanamke ambaye haujawahi kuzaa, wa mpango usitumie kabisa. Lakini pia kwa mwanamke ambaye umeshaasilika tayari na uzazi wa mpango, nitafute nikupatie suluhisho maalum juu ya changamoto.